Imeazimwa na hospitali ya wilaya, lakini tunalo kwa ajili ya kituo cha afya cha Mwasengera. Yote hayo ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanakisesa wanapata huduma nzuri, na zahanati hizi tunaenda kumalizia kuwa na zahanati kila kijiji. Kuugua sio kufa, kupata mimba sio kifo, kuzaa sio kifo, vyote hawa tunaendelea kuwahakikishia wazazi wetu kwamba mko salama na tutaendelea kuhakikisha hizi huduma zinapatikana kwa haraka, zinapatikana eneo la karibu. Mtoto ameishiwa damu aongezwe haraka, mtoto anaumwa atibiwe haraka, mzee anaumwa atibiwe haraka. Sio ukizeeka kidogo huyo uzee tu, hakuna. Uzee sio ugonjwa. Uzee sio ugonjwa. Tunawahakikishia wazee wetu wako salama, ukiugua kidogo tu hospitali zipo karibu, mtatibiwa na mtapona, na madawa tutaai kuhakikisha kwamba madawa yanapatikana katika zahanati zetu, katika vituo vyetu vya afya, katika hospitali yetu ya wilaya. Na sasa mnaona hospitali ya wilaya tunavyoendelea kuiboresha, lakini na hospitali ya mkoa ambayo sasa hivyo eh, vifaa muhimu vya kitabibu kwa ajili ya vipimo vinapatikana katika kituo katika hospitali yetu ya mkoa. Wagonjwa wengi wanapata rufaa ya kwenda kule, wanaenda wanatibiwa, badala ya kwenda Bugando kila siku, sasa wanatibiwa hapa hapa Wimate, kwenye katika katika wilaya yetu katika wilaya yetu ya ya Meatu, sekta ya afya peke yake tumepokea zaidi ya bilioni 3.65 yaani bilioni bilioni mia sita na hamsini. Kwa hiyo tutaendelea kuboresha zile zahanati zilizoanzishwa na wananchi, tutaendelea kuziboresha mpaka tuhakikishe kwamba zimekamilika. Lakini sekta ya elimu ni zaidi ya bilioni 8 shule ya msingi peke yake kwa ajili ya madarasa nyumba za walimu na mambo mengine, lakini sekondari ni zaidi ya bilioni 15.6 zimekuja kwenye maeneo na mambo yanakwenda vizuri sana. Sasa kwenye eneo la eneo la eneo la maji ni zaidi ya bilioni nane zimekuja kwenye jimbo letu, na sasa tuna miradi tuna mradi wa sehemu Mbaragane, mradi mpya unakamilishwa sasa hivi. Tuna mradi wa Mwanduitinje Isangijo Uri, tuna mradi wa wa hapa Mwandoya ambao una vijiji karibu nane: Mwandoya, Zanza, Mwabusalu, Inonerwa, Maka, Makurigi, Malwilo, kote huko vijiji kama nane, na unatoa maji vizuri. mradi mwingine ni wa mwashata Mwabuma. Miradi mwingine ni walingeka na miradi. Fedha ambazo zimetolewa kwa ajili ya kukamilisha miradi ya maji ni zaidi ya bilioni nane pointi nne. Tunaendelea kuhakikisha wananchi kwamba wale ambao hawajafikiwa na maji ya bomba maji ya bomba yatafika kwenye maeneo yenu na kwamba jimbo lote litapata maji. Na sasa hivi kama mnavyojua, mradi wa mabadiliko ya tabia nchi ujenzi ulishaanza ule mradi unapita hapa, unapita hapa kutoka Kisesa utafata mkondo wa hili barabara mpaka Mwanuzi, kushoto kilomita kumi na mbili na kulia kilomita kumi na mbili. Kwa hiyo wote tutakunywa maji ya kutoka ziwa Victoria, na kama mnavyojua kwamba huu mradi utakuwa na maji kwa ajili ya matumizi mengine ya kilimo na mifugo, na tutakuwa na upande mwingine ya tatumika kwa ajili ya matumizi damu kwa maana ya kunywa. Kwa hiyo tutakuwa na jimbo letu lina maji ya kutoka ziwa Victoria, na mkandarasi yuko site mpaka sasa hivi tunavyozungumza, sisi sina anajenga huu mradi na kutekeleza na ingine ili kuhakikisha tuna mtua mama ndoo kichwani kama tulivyo ahidi. Nani wa kuidharau CCM? Nani wa kumdharau Samia Suluhu Hassan? Nani wa kumdharau Mpina? Nani wa kuwadharau madiwani wa CCM? Nani wa kumdharau Basu? Kisesa oye Kisesa oye. Kwa hiyo kuhusu barabara, kuhusu barabara. Ujenzi wa barabara tuko kwenye kata hii ambayo tumejenga tumeifungua barab sehemu unachagua wewe upite wapi, aba nwe, Babilo, Babilo ushige njia panda. Ukifika njia panda, inabidi usimame kidogo ufikirie nipitie wapi, kwa sababu ni barabara hapa. kulikuwa na shida kubwa ya daraja la Makomangwa. Tumejenga daraja la Makomangwa, mmesomewa pale takribani shilingi milioni mia mbili zimejenga na kukamilisha daraja hilo, na sasa sa linapitika na barabara ya kutoka hapa kwenda Makomangwa imeboreshwa inapitika vizuri, lakini kutoka Makomangwa kwenda Mwanduitinje, kutoka Makomangwa kwenda Mwakipugira, kutoka Mwakipugira kwenda Mwabusalu, unachagua unakotaka kwenda. Mwandoya oye! Barabara zingine tunaendelea kuzichonga katika kijiji hiki na kata hii ya Mwandoya tunadaiwa barabara nyingine ambayo tutatenga, barabara ya kutoka Mwababili kuja Ngemwambula kuja Inonerwa kwenda Mwanani kwenda Mnadani ndio ambayo iko kwenye mpango na yenyewe itatekelezwa, na tutakuwa tumefungua vile vijiji vya Inonero na Mwakaruba. Unataka kwenda mwa, mnadani mpaka uende Mwakasumbi, unataka kwenda mnadani mpaka uende Mwandoya. Ah, ah, unataka wapite hapo hapo tu, tumefungua na barabara inapitika. Tumeingia hapa tukiwa na shida na barabara na daraja la pale kutoka zahanati kuja hapa senta. Kutoka kituo cha ja afya kuja hapa senta, barabara hilo, daraja hilo, daraja hilo la Mwandoya ambalo nalo tumelijenga na limekamilika lenye thamani ya zaidi ya milioni mia tatu. Leo hii tunavyozungumza, barabara la kutoka Mwandoya Junction, kutoka Kisesa darajani Simiu mpaka Ngobogo Junction kilomita sabini na moja, tulipandisha hapa kwa kumwomba rais wa awamu ya, ya nne Dr. Jakaya Mlisho Kikwete kwenye uwanja huu na waziri wake wa ujenzi hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliapa hapa hapa kulipandisha. Lile barabara lilikuwa ni bovu sana, daraja hata moja hakuna. Madaraja kumi na sita, madaraja kumi na sita, tukaanza ujenzi wa wa madaraja hayo ambapo sasa kutoka Simiu mpaka Ngoboko Junction kilomita sabini na moja kuna kuna kuna madaraja kuna madaraja kumi na sita na madaraja hayo yana thamani ya fedha, hakuna lenye chini ya milioni tatu, milioni mia tatu. mia tatu yote yamejengwa, yamekamilika. Barabara ya kutoka Sola Maswa kuja Mwabusalu kuja Mwabusalu, kwenda sakasaka na yenyewe ilikuwa na madaraja tisa. Leo hakuna daraja hata moja ambalo halijajengwa likakamilika na barabara lote linapitika, madaraja yamejengwa ya kiwango cha lami. Hata tukiletewa lami hapa, hakuna hakuna kujenga madaraja kwa sababu madaraja yote yamekwisha kujengwa, madaraja kumi na sita, na kutoka maswa mpaka sakasaka madaraja tisa na katika kipindi hiki cha miaka mitano tumejenga daraja la mwakisandu milioni 236 daraja la mwakisandu pale mbele pale mwatenge pale milioni mia tano sitini mwakisandu pale pale senta pale milioni 215. daraja la semu pale unataka kuingia isengwa milioni 198. Keshi keshikeshi milioni 200 na moja. Mwaka fende milioni mia tatu na nane na mwandoya hili la hapa milioni 299 itugutu kama unaenda mwabusalu milioni mia nne thelathini na saba ni zaidi ya fedha bilioni mbili 2 zimetumika kwa ajili ya ujenzi wa madaraja, ma, madaraja hayo lakini tumeboresha mabarabara yetu haya katika sevisi ya miaka mitano tumeya sevisi kwa zaidi ya bilioni tano pointi tano. Mabarabara yetu haya yote yanapitika vizuri na hakuna changamoto yoyote ile. Sasa madaraja mengine mengi tumejenga ikiwemo hiyo Makomangwa, hiyo ni... niyoisema. Kwa hiyo nini, ninachotaka kukisema nyinyi, mnajua tulikotoka, changamoto ya ma barabara ilivyokuwa, tulikuwa na daraja tu, tulikuwa na mabarabara haya mawili tu. Leo tunatumia fedha nyingi kujenga madaraja haya, na yana kwenye jimbo letu, popote ambapo mtu anaweza kuzuiwa na mto, leo mnapita bila shida. Mwandoya oye! Sasa maombi ni nini? Tumeomba kujengewa barabara ya lami kutoka Bariadi kuja Kisesa, Mwandoya kwenda Mwanuzi na itoke Mwanuzi iende Bukundi iende Matala nani Mkalama Igugunu Singida. Upembuzi yakinifu ulisha kwisha, sasa hivi tunachotaka serikali kutenga fedha kwa... ajili ya ujenzi wa barabara hiyo. Mradi mwingine ambao tumeomba wa... barabara ya lami ni kutoka nkoma Meatu, unakuja Mwanuzi, unapita Mboko junction unakwenda Minyanda, unakwenda unanyoka kwenda Larago mpaka Maswa wenyewe na mkataba umesha sainiwa kwa kujengwa kwa kiwango cha lami bilioni 118, bilioni 181, samahani, bilioni 181. Mradi huo utajengwa na kukamilika. Kwa hiyo tutakuwa na lami ya kutoka Bariadi mpaka Singida, tutakuwa na lami ya kutoka Mwanuzi mpaka akalarago mpaka Maswa, jimbo letu litakuwa na lami kila sehemu. Nani aidharau CCM? Nani amdharau rais wetu? Nani amdharau Mpina? Nani awadharau viongozi wa CCM? kwa hiyo miundombinu hiyo tumekuwa tukifanya namna hiyo, na tutaendelea, lakini tumepata fedha za kujenga kilomita mbili za lami mji wa Mwandoya kilomita mbili za lami, na tunataka zitoke kule za anati ziende mpaka shule ya sekondari na zitoke pia ziende kidogo kwenda kama zinaenda sakasaka hivi zile kilomita mbili zote. Kwa hiyo mji wetu huu utakuwa na lami. Wakati unasubiri lami kubwa, tutakuwa na lami katika mji wetu huu. Lakini ile miji yote inayopitiwa na barabara letu hili kubwa, tunaenda kuweka taa. Tutaongeza taa hapa, lakini tutaweka taa Maukoli, tutaweka taa senta zingine, tutaweka taa Itinje tutaweka taa Sakasaka saka na maeneo mengine, ili kwamba muweze ku mnaweza kuona leo. Kama hapa hapa mwandoe ya hapa hakuna lami, lakini taa zipo. Wewe unachowahi kuona barabara ya vumbi inakuwa na taa. Hayo yote yanafanyika, ilelo abantu balebeta dondo shida abantu ilelo

Mandoo ya oye. Oye mambo mengine mikopo mmeelezwa hapo, mikopo ya vijana na kina mama zaidi ya milioni mia tatu arobaini na nne, kaya zaidi ya bilioni tano katika kipindi cha miaka mitano. Maanake kila mwaka tulikuwa tunatoa bilioni tulikuwa tunatoa bilioni moja kwa ajili ya kaya masikini, kwa hawa ndugu zetu wenye matatizo makubwa. Na matatizo yanakuja tu, una wazazi, ulikuwa na wazazi, unaamka leo una afya njema, unakuwa mlemavu, unaamka leo unaingia kwenye ukurasa mpya wa maisha. Yote hiyo nayo tumeifanya vizuri na tuko vizuri, kwa sababu kama tumeweza kutoa bilioni tano kwa miaka mitano si mchezo na kila mtu aliyeandikishwa katika kaya hizi almost milioni elfu nne katika wilaya ya Meatu wote wamekuwa wakihudumiwa vizuri sana kaya. Sasa mambo mengine ni mengi ambayo sio rahisi sana kuweza kuyazungumza na kuyamaliza, lakini lakini lakini tunayo madaraja yetu madaraja daraja lile la, la Sanjo daraja la Semu daraja la Mbugabanya la, la Semu na la Sanga kule, kule, kule, kule Isangijo. Hayo nayo tumeshapeleka serikalini. Tunategemea wakati wowote ule tutapata, tutafanyikiwa kujenga madaraja hayo. Umeme leo tuna umeme kila kijiji tumeshawasha umeme kila kijiji. Na kwa sababu tumewasha umeme kila kijiji sasa, tunaenda kwenye vitongoji. Tumetangaza vitongoji hamsini na tatu jimbo la Kisesa, vyote vitafungwa umeme. Mawasiliano ya simu yote mmepata, kila kijiji kina mawasiliano ya simu. Tunajua mahitaji ni makubwa, hayo mahitaji makubwa, tutaendelea kuhakikisha kwamba kila eneo liweze kupata mitandao yote ili muweze kuwasiliana vizuri. mwandoo yaoye, tunazo changamoto. Tuna changamoto kubwa sana ya uvamizi wa tembo, na jambo hili tunapambana nalo, lakini tumepoteza ndugu zetu wa wamefariki na hata jana tumemzika kijana wetu mwalimu wa shule ya msingi Longaloniga kwa kukanyagwa na tembo. Wananchi walio kufa kukanyagwa na tembo zaidi sasa ya kumi, wako kumi na saba. Mazao hekta zaidi ya mia nne zilizovurugwa na wanyama, magunia kwa magunia ya chakula yamevurugwa na wanyama hawa. Watu wamekufa, watu wamepewa ulemavu. Tumepambana katika hatua ya serikali. La kwanza tulilolifanya ni kuhakikisha kwamba bei, ni kuhakikisha kwamba viwango vya kifuta machozi na kifuta jasho vimepanda kutoka milioni moja mpaka milioni mbili kwa kifuta machozi na kwa kifuta jasho kutoka laki tano mpaka milioni moja na kwamba kila mwananchi anapofanyiwa uharibifu aweze kulipwa kwa wakati. Kila mwananchi anapofanyiwa uharibifu aweze kulipwa kwa wakati. Malipo yote yale ya nyuma 2024 na kurudi tuli skali ya kalipwa milioni 104, lakini sasa hivi tuna madai ya milioni 95 tuta malipo haya ili wananchi wote wanaodai waweze kulipwa. Lakini tumejenga vituo vya kuzuia tembo Nanga milioni mia moja ishirini na tisa Marwilo milioni themanini Tumeweka na kituo kingine Mbugabanya kwa ajili ya kuzuia tembo, lakini hatujafanikiwa kuwazuia hawa tembo kwa kiwango kinachotakiwa. Bado wanakuja kwenye maeneo yetu bado bado wanaumiza wananchi wetu, na kwamba mando ya hoye. Kwa hiyo nini tunachotaka kufanya? mando ya hoye, nini tunachotaka kufanya? Watafiti wanaendelea kufanya utafiti tujue ni sababu gani zinazowafanya hao wanyama watoke wengi kiasi hiki kuja kuvamia maeneo ya wananchi. Lakini pia tuongeze doria, tuongeze idadi ya askari, tuongeze idadi ya magari, tuongeze vijana wa kujitolea kila kijiji, kwa ajili ya kupambana na hawa tembo. Tukishindwa kabisa jitihada hizo zote, basi tujenge fence ya zuia kabisa sasa. Tusiwe na mawasiliano na hawa wanyama ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisumbua. Hili tutaendelea kulipigania, hili tutaendelea kuwawakilisha na tutalisimamia kuhakikisha kwamba, na ninataka niseme tena kwa watumishi wa umma na wananchi wote, pamoja na changamoto hizi tunazozipata kutokana na uvamizi wa tembo, lakini bado jitihada tunazozichukua tunaamini kwamba hili jambo tutalitatua. Mwandoya oye! Maendeleo hoye! Tuna changamoto ununuzi mmoja katika zao la pamba. Hii kesi haijaisha, hii kesi haijaisha. Mnunuzi mmoja wa zao la pamba, kila kata mnunuzi mmoja, kila mkozi mnunuzi mmoja. Utaratibu huu unaondoa ushindani. Ukiondoa ushindani, maanake hauwezi kupata bei nzuri, kwa sababu hawezi kushindana. Nani atapandisha bei? bei ya pa kwamba imeporomoka kutoka elfu moja mia saba mpaka elfu moja mia moja na hamsini na sasa tumesikia imepanda sasa, imefika elfu moja na mia mbili baadhi ya maeneo. Sasa kwa nini tuwe na mnunuzi mmoja? Tunasema mnunuzi mmoja akipata changamoto ya pesa, kituo hicho kinaweza kikabaki hata wiki nzima, hakuna pesa watu hawana mahala pa kuuza pamba yao, kituo hicho kinaweza kabaki hata kwa wiki mbili bila pesa, wananchi hawawezi kupata fedha. Lakini pia anaweza kutokea leo mtu akawa na bei nzuri ya pamba, ataambiwa wewe, hapana, kata ya Mwandoya ina mnunuzi. Hata kama atakuja na elfu, hata kama atakuja na elfu tatu kwa kilo, ataambiwa wana Mwandoya, kuna mtu ndiye anayenunua pamba ya Mwandoya, hata kama ana bei ya elfu tatu anayenunua pamba elfu moja na mia mbili ataendelea, lakini huyu wenye elfu tatu atakatazwa kwa sababu kuna mkataba. Huo ni utaratibu wa wapi? Na huo mkataba Mwandoya wee, pamba ni ya wakulima. Wizara ya kilimo hawana pamba. Bodi ya pamba hawana pamba. Huo mkataba wa mnunuzi mmoja umefungwa baina ya nani na nani? Kama ni mkataba ulitakiwa kufungwa baina ya wakulima wa pamba na yule anayewanunulia pamba yao. Lakini Mkataba gani ambao hauna bei? Tumefunga mkataba wa kuuziana pamba, lazima tuandike bei ni shilingi ngapi katika huu mkataba tunaofungiana. Lakini ni kwa nini ni mkataba tu kwenye pamba? Kwa nini kwenye mkataba hakuna m... kwa nini kwenye mtama hakuna mnunuzi mmoja? Kwa nini Kwenye mpunga hakuna mnunuzi mmoja kwa nini? Kwenye mifugo hakuna mnunuzi mmoja. Hili ni lazima walirekebishe. Serikali yetu iko kwenye kutekeleza sera ya iko kwenye kutekeleza sera ya soko huria, ambao wanunuzi wote tunawakaribisha kuja kununua mazao kwa nini leo tunarudi kule tulikotoka? Kwa hiyo tutaendelea kuwasimamia na kuwashauri wizara ya kilimo waweze kubadilisha utaratibu huu, waje wanunuzi wengi, wananchi wanufaike, wananchi wapate ma, wapate faida kubwa. Bei ya pamba ilishawahi kufika mpaka elfu mbili.